Mheshimiwa Majaliwa amesema hayo bungeni mjini Dodoma wakati wa kipindi cha maswali ya papo kwa papo ambapo amewataka wafanyabiashara au wawekezaji wenye malalamiko juu ya baadhi ya watumishi wa TRA waende kwenye chombo chochote cha usalama ili serikali itafute dawa sahihi ya watumishi wa TRA ambao hawafanyi kazi zao vizuri. Lakini nirudie tena kuhakikishia wafanyabiashara wawekezaji na walipa kodi wote, serikali hii itaendelea kuwapa ushirikiano wa dhati. Serikali hii ambayo sasa tunahitaji kupanua sekta za biashara itaendelea kuwapa kuunga mkono kwenye jitihada za kibiashara ili tuweze kupata mafanikio ya maendeleo na kuinua uchumi wetu. Waziri mkuu amelazimika kueleza hayo baada ya wabunge kudai kuwa kumekuwepo na malalamiko mengi ya wafanyabiashara juu ya utaratibu unaotumiwa na TRA kutoza kodi ikiwemo kuwalimbikizia madeni ya nyuma kwa kipindi kirefu sana. Wafanyabiashara wamekuwa wakilalamika kunyanyaswa na baadhi wa maafisa wa kodi, na wengine wakikadiriwa kodi isiyo stahili, na mbaya zaidi kuna wazabuni ambao wanaidai serikali yetu. Je, nini seri, nini kauli ya serikali kwa jambo hili kia mapendekezo ya mpango wa maendeleo ya taifa mwaka 2017-2018 Baadhi ya wabunge mbali na kupendekeza maeneo yanayotakiwa kufanyiwa maboresho, ikiwemo kuboresha sekta ya kilimo, wamemtaka waziri wa fedha kutoa maelezo juu ya madai ya uchumi kukua ili hali wananchi hali ni mbaya. Kuna maeneo ambayo napendekeza ya yaboreshwe. Eh, ukiangalia mpango eh, unaonyesha kwamba E, tumedhamiria kwenda kwenye uchumi wa viwanda, lakini ukiuangalia mpango mzima ni kwamba sijaona e, msisitizo kwenye e, eneo la kuboresha kilimo, kwa sababu e, nakubaliana na dhana kwamba tunatakiwa tuende kwenye uchumi wa viwanda, lakini huwezi kwenda kwenye uchumi wa viwanda bila kuboresha kilimo. Tatizo tulilo nalo Dr. Mpango ni namna gani tunahusianisha kati ya ukuaji wa uchumi kwenye vitabu na hali halisi kwa wananchi wenyewe, hapa ndio inatakiwa sasa mtusaidie kulinki, kwa sababu tunavyoelewa ni kwamba uchumi unapokuwa lazima uguse baadhi ya wananchi au pengine wananchi wengi zaidi, hasa wanaoishi maeneo ya vijijini. Huku bado tuna matatizo makubwa sana. Tunapozungumzia viwanda vidogo vidogo, nilikuwa na shauri, serikali tujikite zaidi kwenye viwanda ambavyo vitainua kilimo ali kipindi cha maswali kwa waziri mkuu, kiongozi wa kambi ya upinzani bungeni, mheshimiwa Freeman Mbowe amewatumwa wabunge wa CCM kupewa rushwa ya shilingi milioni kumi ili wapitishe mswada wa huduma za habari, hoja iliyokataliwa na naibu spika, ambaye alimtaka waziri mkuu asijibu swali hilo kwani sio la kisera swala la corruption katika taifa hili ni swala la kisera na nimezungumza swala, na sera zinazaa sheria. Naomba tuelewane, sera zinazaa sheria na sheria hizi zinazozizungumza hapa, the prevention and combating of corruption act of 2007 na sheria ya maadili ya viongozi wa umma namba 13 ya 95 ni matunda ya sera. Mimi nitamruhusu kujibu maswali yanayohusu sera kama ambavyo nitamzuia mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo hata wewe, ndio maana nimekupa nafasi tena ili uulize swali linalohusu sera. Mjadala wa mpango wa bajeti ya mwaka 2017 2018 umemalizika, ambapo wabunge wameweza kutoa maoni yao na maeneo ambayo pengine yanastahili kuboreshwa. Kabla ya bajeti yenyewe. Nikiripoti kutoka mjini Dodoma, mimi ni Ufosaro wa ITV.